Machakos na tua kaunti ya Kiambu nawapata. Muungano wa madaktari nchini, KMPDU, umeongoza maandamano makali mjini Kiambu kupinga hatua ya serikali ya kaunti kupuuza mkataba wa makubaliano kusababisha madaktari hao kugoma. Madaktari wa kaunti ya Kiambu wamekuwa kwenye mgomo kwa zaidi ya miezi minne, hali ambayo imeathiri utoaji wa huduma za matibabu kwa wananchi. Hata hivyo, gavana wa kaunti ya Kiambu, Kimani wa Matangi, amekanusha na kupuuza madai ya madaktari hao akiwarai wasitishe mgomo huo.